Mama aliamka mapema huku macho yake yakiwa yamesharafu wekundu kama kwamba alikuwa amelia usiku kucha. Nilishuku kwamba jambo fulani mbaya limetokea. Nilikuwa na umri wa miaka tisa na niliweza kukisia mambo kwa ufasaha. Maisha nyumbani yalihitaji uwezo huo. Hiyo ndiyo siku mama alikata kauli kuwa asingekubali tupe njaa. Baba alikuwa amtumii pesa kutoka Afrika Kusini alikokuwa akifanya kazi migodini kwa zaidi ya mwaka sasa. Ulikuwa na uvumi kwamba baba alikuwa na mke mwingine huko migodini. Wazazi wake walikuwa wamelinda kusikiliza malalamishi ya mama kuhusu swala hilo la baba kuwa na mke mwingine mbali na nyumbani. Walitaka kuelewa kuwa mume kuwa na wake wengi lilikuwa jambo la kawaida, jambo ambalo mke mwema hakufaa kulalamikia. Hawakuelekea kuelewa hali ya maisha iliyomkabili yeye na watoto wake. Kwa namna fulani inieleweka ni kwa nini nyanya na babu hawakujali siku hizo. Kama baba angetuma pesa, angezituma kwa nyanya, yeye ndiye angefanya uamuzi wa kumpa mama pesa hizo au la. Na mara nyingi mama hakupata hata senti . Baba alijua hili, ila yeye pia alishindwa kumvumilia mke aliyependa kulalamika. Leo tunaenda makongeni kwa jamaa ya baba yenu, mama alitueleza asubuhi ile, baada ya staftahi ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Kwa nini, mama, nilimuuliza. Ilimchukua muda kujibu swali langu. Niliona anameza kitu kama funda chungu hivi. Kwa sababu tukiendelea kukaa hapa hatutaweza kupata chakula, alisema hatimaye maye Makongeni ilikuwa kilomita arobaini kutoka Habelo kijijini kwetu tuliabiri basi mjini wote. Huu ndiyo mji ulio karibu na kijiji Nawelo. Baada ya kusafiri kilomita thelathini, tulifika mwisho wa barabara basi. Nikawa haliwezi kwenda mbele ya hapo. Safari ya kupanda milima ya Maloti ilianza hapa shughuli ya kuuma meno kaji. Tulikabiliana na majabali jiani, na mara kwa mara palikuwa na tishio la kuteleza na kuanguka. Hatari zaidi ilikuwa theluji iliyotanda kote. Siku ile hewa ilikuwa ya baridi shadidi na iligajisha hata boho za mifupa mwilini, hasa ikizingatiwa kuwa tulikuwa tumebaa mararu ili kuifanikisha safari hii. Lazima mwanamke mwenye huruma kijijini alikuwa amemkopesha mama nauli ya gari ili kusafiri huku milimani. Milima yenyewe ilionekana nyeupe na mikubwa ajabu tulianza kuipanda milima ile yenye baridi na hatari ya utelezi. Dada yangu mdogo Mabaseta alianguka tena na tena na kulowesha nguo zake kwenye theluji kila mara. Niliamua kumbeba mgongoni. Alikuwa mzito na uzani wake ulitufanya kuanguka. Mama pia alianguka mara mbili tatu. Kina mama ni wenye makini, hawaanguki kwa urahisi, lakini mara ya mwisho alipoanguka alianguka kwa kishindo, na nilisikia akiliita jina la baba kwa sauti ya kulaani Moshe. Aliyataja majina ya ndugu zangu wakubwa kubwa, kakangu na dadangu, ambao tumewaacha nyumbani kana kwamba alishangaa wangefanyaje. Usiku ule nilipomkaribia, niliweza iliweza kuona kuwa macho yake bado yalikuwa mekundu na yalionyesha machozi. Baridi ba ilizidi kututafuna kati tulivyokazana kupanda milima ya Maloti. Vidole vyangu vya miguu vilikupa kazi Mashavu yetu yaliadhibika kwa upepo baridi huku vipande vya theluji vikitupiga kwenye nyuso zetu. Miili yetu iliadhibika. Tulihisi njaa na uchovu. Nikatamani tufike kwa jamaa ya baba yetu ambapo tungepata angalau mchuzi wa papa kabla ya kulala. Bidii ya mama ilitutia moyo wa kuendelea na safari. Tulijikaza zaidi kupambana na safari ile ya kilomita kumi. Nilikuwa nimesahau mpito wa wakati. Mama aliendelea kumeza mafunda machungu huku akijizungumzia safarini. Niliyasikia maneno yake nitarudi na kufanya kazi ili niweze kuwakimu. Leo lazima watapata chajio. Kabla ya kufika kijijini tulikokuwa tunaenda, tulisimama. Mama alitaka kunyonyesha mkahini, mbahini akuweza kunyonya. Mwili wake ulikuwa umekakamaa na ngozi yake ilikuwa imechu hakuwa anapumua. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, nilimsikia ya mama anaangua kilio. Kifo cha mkadhini kilitupunguza na kuwa watoto sita nyumbani. Ni vigumu kueleza kwa yakini kilichoendelea kutoka pale katika hali ile ya baridi lakini nakumbuka kuwa tulifika Makongeni kwa farasi. Wanakijiji lazima waliona kuwa tulikuwa tumekawia pale kwa muda mrefu na kushangaa kulikuwa na tatizo gani. Kisha wafunga farasi walikuja kutuchukua. Watu katika janibu hizi waliwajani wengine kuliko wale walioishi kwenye sehemu tambarare au mjini. Tulipofika kwa jamaa yake baba, kulikuwa na mchanganyiko wa furaha na huzuni. Jamaa yake baba ilifurahia kuona sisi watoto wa ndugu yao, lakini tasira ya mama akiwa ameibeba maiti ya ndugu yetu mkadhini aliwatia wasiwasi. Huenda jamaa hilo ya baba ilishutuliwa kweli na kifo cha mnuna wetu, lakini kufikia wakati ule mama alikuwa kapoa, katulizana na kuashiria ujasiri wa ajabu. Alikuwa amerejelea hali ya kawaida ya nafsi yake. Hakuwa yenye mama ambaye muda mfupi aliopita alikuwa analia huku ameandamana na wanawe walioanguka mara kwa mara kwenye beruji. Niliona mchanganyiko wa chuki, ujasiri na nia ndani ya nafsi ya mama. Nilihisi kuwa hii ndiyo sifa ya mama niliyojivunia. Mama alikuwa anatarajia lawama hii: kama ungemheshimu mleo na wazazi wake, yule mtoto asingefariki fariki. Alijua pia kwa walijali utamaduni na heshima ya ukoo wa Belo zaidi kuliko hali iliyosababisha uamuzi wake wa kuja kwao. Alifahamu kuwa alihitaji kuwa makini sana, la sivyo wangemkumbusha kuwa ndugu yao hakumuoa kutoka Swaziland kuwaulia watoto aliolewa pale kuwatengeneza watoto ili kuendeleza familia ile. Athari za bobwazi iliyowapiga kutokana na kifo cha mkadhini ilikuwa imepungua ili makali, na mipango kuhusu mazishi ilikuwa imekamilika ili pia. Lakini mama alikuwa bado na maswali ya kujibu, kama alivyotarajia. Jamaa yote ilikuwa imekusanyika pale nyumbani na kila mmoja alikuwa na hamu ya kusikiliza. Walikaa tuli; ukimya uliotawala uliweza kumiririshwa na ule unaotarajiwa katika mahakama zao za kijijini, kwa sababu kuna kesi nzito ya kuamuliwa. Tutaendelea.